Alikiba kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kushare post ambayo post hiyo hapo imeambatana na ujumbe ambao umekuwa ukisomeka hivi. Tumetongozana jana tu eti leo birthday yake. Sasa kupitia ujumbe huu ambao Alikiba ameweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram umeweza kuzua mijadala mingi sana na baadhi ya watu wengi sana hususan wadau wa burudani wameweza kutoa komenti zao za kutosha kabisa. Watu wengi wakiamini kwamba pengine kinaweza kikawa ni kijembe kwa mtu ambaye, labda pengine anaweza akawa ni mpenzi wake au kuna mtu ambaye anaamua kumtupia hapa sasa. Baada ya masaa mawili ni kwamba eh, king of bongo flava kwa jinsi ambavyo anapenda kujiita eh, bana Alikiba ameweza kutangaza rasmi ujio wa wimbo wake mpya ambao utakuwa ni wimbo wa singeli. Ifahamike kwamba Alikiba katika historia muziki wa bongo flava eh, bana hapa nchini Tanzania hajawahi kuachilia wimbo wowote wa singeli. Watu wengi sana wakawa na maswali kwamba Alikiba ataachilia wimbo wa singeli na utakuaje, kwa sababu eh, bana midondoko ya Alikiba kumweka kwenye singeli Watu wengi walikuwa wanadhani kwamba itakuwa ni ngumu kwa sababu ya jinsi ambavyo amekuwa na midondoko yake katika uimbaji wake. Sasa hivi bana, ni wimbo fulani hivi ambao ni wa singeli na hata pia ujumbe ambao pengine aliweza kuutoa, uh, baada ya picha kuweza kuipost kwenye, kwenye mtandao wake wa Instagram ambao ulikuwa ukisomeka kwamba tumetoka tumetongozana jana tu eti leo birthday yake. Pengine inaweza ikawa ni moja kati ya shairi ambao lipo ndani kwenye wimbo huu ambao am, anaenda kuachilia wimbo mpya kabisa. Coza aliweza kwa video akaweka hashtag akaweka hashtag, hashtag ubuyu, e e bana, bana, King Kiba kwenye kwenye uwanja caption pale. So tutegemee kazi nzuri kabisa ya ya Alikiba kuja na na singeli singeli, this time around, mara baada ya juma Jukes kuweza kutoa singeli yake e, kwa sababu alikuwa amebakia kama yeye pamoja na e, Alikiba kwenye wale a list musician ambao hawajafanya bado wimbo wa wa singeli. Alikiba katangaza wa singeli katangaza ujio. uko na mtazamo gani? Drop comment comment yako kwenye uwanja hapo, kusubscribe kwa taarifa kadha kadha, chao chao